ilaaadadalaenge wa Uhuru katika kuhakikisha na kuboresha sekta ya elimu, ndiyo maana oi kumefika na mwenge wetu wa Uhuru kujionea madarasa ya kisasa, madarasa ya kileo yenye sifa na mgesho juu ya kutumia watoto wetu nanowananchi Mheshimiwa Rais ameingiza fedha nyingi sana ndani ya mradi huu, na ndio maana leo hii halmashauri pamoja na serikali ya wilaya inasimamia miradi hii ya kimkakati ambayo inaenda kuwasaidia watoto wetu hasa wa ngazi za chini. Leo hii tumefika katika shule hii ya msingi kujionea ujenzi wa madarasa manne pamoja na matundu sita ya vyoo. Haya ni maendeleo makubwa yaliyopatikana katika eneo hili, haya ni maendeleo makubwa tuliyonayo katika maeneo yetu. Ombi langu wana wana wana wana wa kwa wanafunzi watakaosoma ndani ya shule hii. Niwaombe sana ndugu wanafunzi, hakikisheni mnatunza miundombinu hii ambayo mmejengewa. Leo hii kama mlikuwa mnakaa darasa wanafunzi zaidi ya 80, leo hii mnaenda kukaa wanafunzi kusudi ya 40. Haya ni maendeleo makubwa kwani sababu hii ni makubwa mengi sana. Hakikisheni, nataka niwaombe sana ndugu wanafunzi. Hakikisheni mnawaleta watoto wenu kupata elimu. Naamini kuna baadhi ya wazee mpaka leo hii wanaendelea kuwazuia watoto wao kuto kupata elimu. Niwaambie ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais ameshatoa ruhusa na kibali ya kwamba mwanafunzi yote anayeanza kusoma ngazi ya chini hadi anafika chuo kikuu amewasaidia kwa asilimia mia moja na wanafunzi wa ngazi hizo hadi elimu ya msingi hadi elimu kwa maana komski wanasoma bure katika shule zetu za wa serikali. Kwa yule ambaye anahitaji kumsomesha mwanawe shule ya private, huyo maana yake tunatambua amejiweza, kwa sababu kama viongozi wa serikali ya wilaya ama serikali kuu tunaamini hakuna kiongozi atakayeweza kuondosha umaskini wa mwananchi, lakini pia tunaweza tukapeleka huduma ambayo kama mwananchi wa kimaskini akaweza kutumia, na ndiyo maana leo hii shule zetu hizi tunaziboresha shule za kisasa shule kwa kweli unasoma unajisikia kwamba kweli unasoma. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana ndugu wananchi. Kwa kweli sisi kwa kipindi cha Mwenge wa Uhuru sita tumekagua ubora wa madarasa haya pamoja na matundu sita ya vyoo. Kwa kweli tumejiridhisha, madarasa yana viwango, yana vigezo na yanastahili kuzuiwa wa wilaya ya Dadalao.